Rudie ule mwingine ule. Tulimungati mwa Yesu tukwino ma tukwino simunisaidie, tulimungati mwa Yesu Asanteni sana mwashamu, baba Askofu Mzigirwa, makamu wa rais wa baraza la maaskofu Tanzania, mwashamu, baba askofu mkuu Angelo Katino, balozi wa Vatikani hapa nchini, mwashamu, baba Askofu Romanus Mihari, askofu mpya wa jimbo la Iringa, mshangwe wetu wa siku ya leo mashamba, mwashamu Baba Askofu Talasisi Ngalalekumtwa, askofu mstafu wa jimbo Katoliki la Iringa, mwashamu mwadhama Polycarp eh, kardinal Pengo, askofu mstafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, washamu maaskofu wakuu maaskofu wote, mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, waziri wa nchi ofisi ya rais makao ya waziri mkuu unayeshughulika na sera uratibu na bunge, Mheshimiwa Peter Serukamba mkuu wa mkoa wa wa Iringa, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa wengine wote mlioko hapa, waheshimiwa wanaibu waziri wote mlioungana pamoja nasi, naomba kutambua uwepo wa Mheshimiwa Kosa Tuchumi naibu waziri wa mambo ya nje, Mheshimiwa Zainab Katimba naibu waziri ofisi ya rais TAMISEMI pamoja na mheshimiwa David Kihinzire, naibu waziri wa uchukuzi, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa mkiongozwa na mwenyeji wetu mheshimiwa Harry James, mkuu wa wilaya ya Iringa, viongozi wa CCM wa mkoa, waheshimiwa bunge wote mlioko hapa wa mkoa wa Iringa na wale mliotoka nje ya Iringa mkiongozwa na mbunge mwenyeji mheshimiwa Jessica Msambatavangu, mbunge wa Iringa mjini, watendaji wakuu wa serikali wote na taasisi Tambue uwepo wa Balozi Rajab Bruhavi, mshauri wa rais masuala ya kisiasa, na viongozi wengine wote waandamizi, waumini wote wa Kanisa Katoliki na wote tuliohudhuria hapa, tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Kamwene. Amen. Naomba vile vile kutambua uwepo wa Dr. Padri Dr. Charles Kitima, katibu wa baraza la maaskofu Waheshimiwa mabate mapadri, na watawa wote, viongozi wa dini na viongozi wote mlioko hapa, waheshimiwa sana, wapendwa wazazi wa baba skof shangwela wetu Romano Simihali mlioko hapa, na naomba pia ni utambue uwepo wa waandishi wa habari, waendeshaji wa shughuli ya leo, ma MC wetu wote. Ndugu zangu, nilivyoitwa hapa kuzungumza kwanza niliona kama mengi yamezungumzwa na waliotangulia kuzungumza kabla yangu, wameyasema kwa ufundi mkubwa. Hofu yangu mimi ni kuyaharibu yale yaliyosemwa na walionitangulia, lakini kwa sababu leo ni siku ya furaha kubwa, ambapo sisi wote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehema kwa kutupa zawadi nyingine ya kutupa kiongozi mpya kwenye jimbo letu la Iringa. Naomba nianze kwa kumpongeza sana Askofu Romano Selamu Mihali kwa kuteuliwa na Baba Mtakatifu na hatimaye kuwekwa wakfu na kusimikwa leo kuwa askofu wa tano wa jimbo la Iringa. Baba, hongera sana, tunakupongeza sana Mwashamba ba askofu, kama unavyofahamu mlimwalika Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliaje kuungana pamoja nawe kwenye tukio hili muhimu. Lakini kama ilivyo mipango, si matumizi, Mheshimiwa rais alitamani kuja kuungana na ninyi, lakini kutokana na majukumu mengine ameshindwa kuja, na hivyo amenituma mimi ni mwakilishi hapa. Mheshimiwa baba askofu, ukitumwa husemi mengi, ukisema mengi kesho hutumwi tena. Nina wasiwasi isije nikaharibu nafasi ya kutumwa na ndugu zangu, waumini wenzangu, kutumwa kuzuri. Unaona, umekaa hapo kwa niaba ya Mheshimiwa rais, na wewe kidogo kidogo unapokea baraka hizo. Kwa hiyo ningependa niendelee kutumwa, na ili niendelee kutumwa, wajibu nilionao hapa ni kuzungumza kwa kweli yale niliyotumwa, lakini kwa sababu na mimi ni mtu mzima, nimeona ratiba, nimeona matukio, kwani kuna dhambi gani na mimi nikisema ka comment kangu kwa yale niliyoyaona. Mwashamba baskofu, shule ya leo imefana. Nyonge mnyongeni haki yake mpeni, shule ya leo imefana. Ukitumwa leo utafuta asiyependeza hata akikupa mtu milioni atarudi nayo. Kila mmoja aliyeko hapa amependeza. Nilikuwa naangalia kwaya wakati wanaimba hawachoki. Mwashamba baskofu, mshangula wetu yule kwaya master aliyekuwa anaimbisha pale ule wimbo wa haleluya haleluya haleluya, anawapandisha mpaka nikaona wamama wale wanajaribu kunyanyuka <tri> moyoni nikawa nasema kwaya master, taratibu situhumizie watu. Kwa kweli shughuli imependeza. Kwa kweli, hongereni sana, na Mungu awabariki sana sana sana. Mwashamba Baskofu, Mheshimiwa Rais anakupongeza sana sana kwa kufikia daraja hili leo. Ameniambia nikwambie kuwa yote uliyoyapata ni baraka kutoka kwa Mungu, lakini hakutokea kwa bahati mbaya, ni namna ulivyoandaliwa na wazazi wako, walimu wako waliokufundisha, na wale uliokutana nao maishani mwako, lakini na malezi ya mababa wengine waliokupokea Mheshimiwa Rais anakumbuka simulizi yako moja ya kwamba wakati unataka kuwa padri, kabla hujaenda preform 1 ulikwenda baba aliyokupokea akakupa shariti la kuanza kuwa katekista kabla ya kuanza preform 1. Mtu mwingine angekula kona, lakini wewe ulikomaa, vijana wa mjini wanasema, uliamua ukawa katekista kabla ya kwenda preform 1 na baadaye ndoto uliyokuwa nayo ya kuwa padri ukaifikia. Na katika hali ambayo ni ya kushangaza Mweshemu Baba Askofu Romanus Selamu Mihali, siku ya kuwekwa ya upadirisho wake ilitokea mama mmoja mja mzito alikuja kwenye tukio lile, akashikwa na uchungu, akajifungua wakati anapadirishwa, na mtoto yule akapewa jina la Romanus. Maanake ni kwamba kazi yake ilikuwa na baraka kutoka kwa Mungu, na ni kwa sababu ulipenda kuwa kuitikia wito na Mungu akakupa zawadi, na ndio maana umeona leo, mwashamba Babaskofu, Mungu ameamua kutusafishia na anga ili shughuli yako ifanikiwe. Hongera sana. Naomba niwapongeze sana wazazi wako waliokulea na kukufanya kuwa mtu rahimu, mtu mwema, unayejali wengine. Nimesoma mengi kukuhusu, nimesikiliza wengi wakikuelezea. Hakuna hata mmoja aliyeniambia jambo tofauti na yule aliyetangulia. Wote wameeleza sifa hizo kwamba Mwashamba baba askofu anastahili na mtakatifu baba mtakatifu alivyokuteua kwa kweli alipatia. Tunakuombea kwa Mungu na tunawapongeza sana wote waliokusaidia wewe kuitikia wito wako. Naomba vilevile, waumini wenzangu, mpokee salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Dr Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko safarini kwenda kwenye maziko ya baba mtakatifu. Nilimtuma salamu nyingi wakati huo akiwa huko akaniambia nikupe pongezi nyingi na salamu zake anakutakia kila laheri kwenye majukumu mapya. Naomba vile vile upokee salamu za upendo kutoka kwake, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye alikuwa kwenye ziara mkoa wa Mwanza huko Ukerewe. Alijua ratiba hii na yeye amenituma nikufikishie salamu hizi. Ndugu zangu waumini, mtakumbuka kwamba ili jambo hili liweze kufanyika tuna mtu mmoja ambaye amepongezwa na wengi sana. Naomba na mimi mnikubalie nimshukuru na kumpongeza sana mwashamba baskof Tasius Ngare Kumtwa ambaye ameliongoza jimbo hili la Iringa kwa miaka thelathini na mbili lakini kabla ya kuwepo, kwa kuwepo Iringa mwezi Januari elfu moja mia tisa tisini na tatu alikuwa askofu mwandamizi wa jimbo la Sumbawanga kwa muda wa miaka minne. Kwa hiyo baba angale kumtwa amehudumu kama askofu kwa miaka thelathini na sita, umri wa mtu mzima na kama padri kwa umri wa miaka hamsini na mbili. Mtumishi wa umma amebakiza miaka minane tu kustaafu, yeye amehudumu katika kazi ya kuitikia wito. Nataka nikupongeze sana baba, kwanza kwa utumishi wako uliotukuka kwa jimbo hili la Iringa na baadaye kuzalisha jimbo jingine la Mafinga. Umekuwa baba mwema kwa wengi, tumeona wajukuu zako zako hapa na vitukuu wako walivyokuwa wakiimba na kukushangilia siku ya leo. Mimi binafsi nilikufahamu wakati nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Takumbuka chuo hicho kilikuwa na matawi yake, na mimi nilikuwa rais wa vyuo vyote. Nikaja wewe, ulikuwa mwenyekiti wa governing board ya Ruko. Ulitupokea ukatuambia, fanyeni kazi moja ya kusoma mkisikia watu wanagoma, ujue hawakwenda kusoma. Baba, nakumbuka ujumbe ule na bado unaishi akilini mwangu. Nataka nikupongeze sana. Tutakumisi kwenye homilia zako. Hakuna homilia hata moja niliyowahi kusikiliza ama kufuatilia ambayo katikati yake hukuimba. Uliimba wimbo mmoja, wakati mwingine nyimbo mbili. Ulipenda kuimba na kuamsha wanaolala wakati wa ibada. Tutakumisi sana lakini kwa sababu bado upo tutaendelea kujifunza kwako. Umezalisha wengi kuwafanya kuwa watumishi wa Mungu, ninaamini watafata nyendo zako na nyayo zako, na ile aliyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa, unyenyekevu wako umeonekana hapa jamani. Kwa kawaida mwanadamu angependa kuchukua pointi zote tatu. Baba alivyokuja hapa, wakati anazungumza, akasema mimi nimefanya kazi inawezekana tena anajipa renki ya madhaifu mengi ambayo mimi sijawahi kuyaona, na akasema kwa moyo wa unyenyekevu kama yapo mniachie mimi. Moyo huo umetufundisha wengi, ni darasa kubwa la kuwa wanyenyekevu baba. Kwa dunia ya leo angekuwa mwingine hapa pangechimbika, angeanza wakati nikiwa askofu walikuwa sitini tu, nikafanya wakawa mia mbili angezungumza na kwa sababu ya miradi hii amekusaidia sana makamu wa bara, makamu wa rais wa baraza la maaskofu kueleza yale uliyoyapitia. Lakini wewe umezungumza kwa kidogo, lakini huku ukiwaachia wanadamu wajue kuwa wewe ni mwanadamu kama kuna madhaifu wa kuachia. Baba, nataka nikuhakishie mimi mwenyewe nimejifunza kwako na nakuombea kwa Mungu, Mungu akubariki sana. Kwa wanailinga na waomba muendelee kumwenzi mzee huyu, muendelee kumuombea baba huyu, wakati fulani mkimwona yuko nyumbani, mtembeleni, mtieni moyo. Amepumzika kazi ya kuwa askofu wa jimbo, lakini hajapumzika kazi ya utumishi wa Mungu. Ataendelea kuwasikiliza wale wenye matatizo, ninaamini hata wanyima nafasi ya kuwasikiliza. Baba, nakutakia kila la heri katika kupumzika kwako. Umetuachia jimbo likiwa salama chini ya mwanao, kijana wako Romanus Mihali, askofu mpya wa jimbo, na mimi nina hakika tutaendelea kumuunga mkono. Ndugu waamini, nimeguswa sana na kauli mbiu ya uaskofu iliyonukuu kitabu cha injili cha Yohana kumi na tano aya ya kumi na mbili inayosema mpendane, kama mimi nilivyowapenda ninyi. Hii ni amri muhimu sana tena la maana sana katika maisha ya kila mmoja. Kila aliyesimama hapa amezungumza upendo. Mesikiliza hotuba hata ya balozi wa Vatican hapa nchini amenukuu kupendana sisi kwa sisi. Ukimpenda mwenzio, hutamtamania mabaya utatamani afanikiwe, na zaidi sana, ukiwa kiongozi, ukiwapenda wale unaoongoza utawatamani wapate kilicho bora zaidi. Nilisikiliza homilia ya baba yetu Cardinal Pengo, amezungumza kuwa uaskofu ni utume na Yesu alisema kwamba nendeni, wale watakao wasikiliza ninyi watakuwa wamenisikiliza mimi. Naomba nirudie hilo, wale watakaowasikiliza mababa hawa watakuwa wamemsikiliza Kristo mwenyewe, kwa sababu hawa ni mitume wake. Ni waombe waumini wote wa Iringa na maeneo mengine, tuwape ushirikiano viongozi wetu, tuwasikilize miongozo yao. Mwashamu askofu tulie aliyesimikwa leo, ambaye wote tumeshuhudia hapa akilala kifudifudi kwa unyenyekevu kupokea kazi ya Mungu, anategemea sana ushirika wenu kwenye kazi hii. Ningetamani kumwona baada ya kuwa amepata kazi hii aendelee kuwa kuwa kijana kuliko jana. Mumtunze, mumtie moyo, muwe sauti za kumfanya songa mbele. Baba kundi lako, tuko nyuma yako. Duniani hapa kuna sauti mbili, sauti za wavunja moyo na sauti za watia moyo. Wailinga, chagueni kuwa sauti za watia moyo, mumtie moyo askofu wetu, ili kanisa letu liweze kwenda mbele. Baba unaongoza wanadamu, hauongozi malaika. Watatokea wengine hawaelewi wito wetu na kukuomba uwavumilie, uwape muda. Tena kuna wengine watakuja hapa, wanataka kukufundisha wewe, wasikilize polepole pole, lakini waonyeshe wewe ni askofu, wanapaswa kukutii. Naomba nikutakie kila la heri kwenye kazi hii kubwa unayoifanya. Napoenda kumalizia mwashambabaskofu naomba niwakumbushe tena watanzania wote kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nchi yetu itaingia kwenye zoezi kubwa la uchaguzi wabunge pamoja na madiwani. Kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, nitumie fursa hii kuwaomba viongozi wa kanisa kama mlivyoahidi hapa, na mimi nimefurahi sana, na Mheshimiwa Rais nitamwambia ni ahadi ya kanisa kuendelea kuliombea taifa letu liwe na amani. Taifa letu katika kipindi hiki tunaweza kutofautiana mitazamo, tunaweza kutofautiana namna tunavyoangalia mambo, lakini kamwe tusitofautiane tukagawanya utanzania wetu. Tubaki kuwa wamoja, kuna maisha baada ya uchaguzi. Imani yangu ni kwamba kila yoyote atatimiza wajibu wake na, na ujumbe aliyousema makamu wa rais wa baraza la maaskofu. Jamani, ngojeni niwaambieni, askofu akisema jambo hajibiwi, hapa ni amina. Baba, nimepokea amina yote <laughs> uyoyasoma mm. Lakini jambo moja ambalo na uhakika nalo, rais wetu amekuwa kinara wa kutamani watanzania tuwe pamoja. Kama tungechukua muda kidogo tukakumbuka alivyopokea nchi hali tuliyokuwa nayo na hata alivyosema tuanzishe kukutana na kujadiliana masuala yanayohusu nchi yetu, nataka niwahakishie watanzania wote Dokta Samia Suluhu Hassan. Na hata juzi wakati wa hotuba yake ya miaka sitini na moja ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, alirudia kauli hiyo kwamba yeye na serikali yake atahakikisha kuwa uchaguzi huu unatuacha salama, unabaki kwa uhuru na haki, na sisi tulio wasaidizi wake tutasimamia maneno hayo kwa nguvu zetu. Na tena tumepata na wito kutoka kwako baba askofu, umetuongezea nguvu ya kuyasimamia haya. Nataka niwaombe wote tulio kwenye siasa Tuamini pia kuwa nchi yetu inaendeshwa na sheria. Tuzingatie sheria wakati wote tunapotekeleza majukumu yetu, kwa sababu kama hakuna sheria, hatuwezi kupeleka taifa letu mbele. Baba askofu, nataka nikuhakikishie kuwa yote mlioyasema nitayachukua kama yalivyo, nitampelekea mheshimiwa rais, na yale ambayo yanaanguka kwenye dawati langu tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Bahati nzuri waziri anayesimamia uratibu tuko naye mheshimiwa Lukuvi, yatafanyiwa kazi yote kwa sababu kwa kweli tukubali tukatae lazima Watanzania waseme wanachokiona mahali fulani, lakini ni muhimu pia tukubali ukweli kwamba kazi kubwa imefanyika. Naomba baba, nikutakie kila la heri unapoendelea na majukumu haya, na mimi nirudie tena kuwashukuru kwa dhati viongozi wote wa kanisa, waumini, kwa kunikaribisha kwa upendo wenu na umoja mliokuwa nao. Mwashamba Baskofu Romanus Elamu Mihari, Mungu akulinde na kutunze, utimize majukumu yako kama yalivyoitiwa na Mungu akutunze na akupe afya njema wakati wote. Tunatamani kukuona tukutane na wewe tena tukisherekea uaskofu wako miaka ishirini ishirini na tano na kadhalika, ili tuendelee kumtukuza Mungu kwa kazi aliyokupa. Kwa ndugu zangu viongozi wa serikali na wananchi wa Iringa na waumini wote, naomba tuendelee kushikamana, tuwe taifa moja, tuungane na tukiungana kwa pamoja tutaona dosari kwa pamoja na tutazitatua kwa pamoja. Niwatakieni kila laheri. Sije nikafanana na mhubiri mmoja, alikuwa anahubiri akawa anaongea, wakaanza kuondoka mmoja mmoja, baadaye akabaki mama mmoja. Akamuuliza, mbona umebaki peke yako? Akamwambia, hata mimi ningeondoka, ni kwa sababu umekanyaga kanga yangu. <laughs> Sasa na mimi nimesimama hapa muda mrefu, sije nikawakwaza mkaanza kuondoka mmoja mmoja. Niwashukuru sana. Tumtakie kila laheri baba huyu ili afanye kazi yake. Baba, Mheshimiwa Rais amenituma zawadi ndogo kwako, na naomba nilete kwako kama tulivyoelekezwa na katibu mkuu wa Teki, pamoja na waandamizi wote wa, wa serikali muungane hapa tufanye hili zoezi haraka ili ratiba iweze kuendelea. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.